Nasaha ambayo nitakaniitoe kwa kifupi na pengine nitairejea siku ya Aljumaa, alafu baada ya hapo nieleze tatu tatu mbili. Nasaha ya leo inasema, as-siddiq walladhi kana ma'aka wayadhurru nafsahu liyanfa'aka. rafiki wa kweli ni yule ambaye anakuwa pamoja na wewe katika hali zote, na anakubali nafsi yake idhurike ili wewe upate manufaa. Alkhilau, marafiki wa leo walikuwa marafiki wa maslahi, marafiki ambao ukiwa huna kitu hawakuandami, ukiwa na kitu wanakuandama. Na dunia ya leo ndio iko hivi. Kuna baadhi ya watu ukiwa na vitu vitatu au viwili huwa unaandamwa na vitu hivi vikikutoka unakuwa huandamwa. Kitu cha kwanza mtu akiwa na uongozi, mtu akiwa ni imamu, akawa ni kiongozi wa kiserikali au kiongozi wa kidini, basi mtu huyu utamkuta mfano ni imamu, basi watu atakuwa na marafiki wengi, kwa sababu mhadhiri akitaka kwenda pale kutoa nasaha atapata watu, baadhi ya mashekhe watamshika kwa sababu atawapa msikiti, wake una watu wengi. Lakini utakuta yule imamu katolewa uimamu pale, si imamu tena, huanza kupata tabu. Mbona wale watu wangu sasa hivi hawanipi umuhimu wowote hawanipi tena salamu nikikutana nao, hawana bashesha na mimi. Hizi ni hali za kibinadamu, hizi hali zitizamwe sana. Hizi sena Abu Bakr ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu alwafia, huyu ameitwa as-Siddiq kwa sababu alikubali kuhudhurika kwa urafiki wake kwa mtume Muhammad Alimwambia Mtume, la tadkhul fil ghar, usiingie pangoni, mimi niingie mwanzo, kama kuna madhara nianze kudhurika mimi. Kwa hiyo kila mmoja wetu atizame rafiki, maslahi rafiki, maslahi akae mbali na yeye, utafute marafiki isiwe marafiki ukiwa jambo hakuna tena na wao wamekukimbia. Huu ni ujumbe wa pili. Ujumbe wa kwanza tuzingatie amani na tukumbuke kilichotokea na tuombe Mungu kisitokee tena, tushakisema kwa urefu katika hotuba. Ujumbe wa pili, chagua marafiki wa kula nao neema yako Sio kila mandaba wa habba, kila anayekufuata basi ushashikamana naye. Tizama kwa undani kabisa. Kuna mtu anaweza akakufaa lakini mwingine anaweza akakuharibia, lakini wanasema kufa kufaana, mtu umfae leo, kesho ukifeli naye akufae, asikukimbie. Barakallahu fikum. Ujumbe wa mwisho wa leo watatu, ujumbe wa mwisho wa leo watatu na kabla ya ujumbe huu kuna kitu cha kujifunza, kama alivyosema Rabbuna jalla jalal, aliopewa hekima na busara amepewa khiri nyingi sana. Ukisikia okay, maana ya hekima antamala shay'an yanbaghi, definition yake kwa kifupi ni kufanya kitu kifaacho wakati ufaao na ukikipeleka pahala kampe afaaye. Hii ndio maana ya busara na hekima. Tukiwa katika mimbari hizi tusilewe. Unajua mtu anaweza akalewa na wale mustamiina wasikilizaji, na wasikilizaji nao wakalewa naye, akawa mtu huyu akawa amelewa sifa, alikuwa akienda vizuri, akajiona mwamba, akaanza sasa kuogelea hata baharia hana uwezo nayo katika mawimbi hayo. Wazungumzaji wengi tunaanza vizuri, lakini tunaharibu. Ukiwa katika mimbari, ukiwasilisha maudhui, uelewe mbele yako, uwe na lugha ya kuzungumza na watoto, uwe na lugha ya kuzungumza na watu wazima, lakini pia hadhari kubwa unaweza ukazungumza kitu leo kikatrendi baada ya miaka kumi mbele na kikawa, kikawa kina jambo. Mwandishi mmoja tu anaweza akalichukua lile neno akaliumba likaanza kuleta matata makubwa katika jamii. Mfano, mfano unajua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mtihani na mtihani aliotupa ni kutuachia huru kila mmoja, mdomo wake ni mali yake, anaweza kuongea akaongea analolitaka. Basi mimi nasema tumepewa bomu, alafu bomu lenyewe lina uwezo wa kubutuka likafanya balaa. Mabwana, nitakwambieni kitu kikubwa, ulimi ndio unaozungumza ndio unaumba maneno Mwenyezi Mungu auwekea mageti mawili ulimi, geti la meno na lips, ili upate tabu kutoka toka kuzungumza. Lakini shari ya ulimi unatoka mageti yote mawili na unakuja kuzungumza ya sofa kabisa. Allah ametupa masikio mawili na mdomo mmoja, yaani bimana tusikilize sana kuliko kuzungumza lakini badala yake si tunaongea sana kuliko kusikiliza, na hata tukisikiliza jambo habari, hatusikilizi kwa ajili ya kuelewa, tunasikiliza kiubishi ili tujibu. Hii ni hatari kubwa sana, hii matumizi ya ndimi ni hatari. Mfano, kuna mjomba mmoja aliambiwa na mpwa wake, anko, kuna sabuni ya Omo na sabuni ya foma zote ni sabuni, nikizichanganya zinaweza zikatoa povu. Mjomba hakutaka kusikiliza ili yaelewe, alitaka kusikiliza ili ajibu, na wengi tuna tabia hiyo. Mjomba akamwambia, sasa zote si sabuni, kwa nini zisitoe povu? usio unaniuliza maswali ya kipuuzi, wana ili mradi ajibu tu, yale kashuka. Lakini mjomba akamwambia mjomba wake wewe ndio una majibu ya kipuuzi haya. Kama sijaweka maji, povu linatokaje? Eh, ee, kumbe huu mfano huu ni kwamba watu wengi tukisikia spichi yoyote ile, iwe ya rais, iwe ya shekhe, hata kama hujasoma, hatusikilizi kwa ajili ya kuelewa, tunasikiliza kwa ajili ya kujibu. ndio maana mpaka saa nyingine hata kamera zina zinaradiwa nazo kwa sababu zimekaa kujibu, hazina midomo tu. Lengo langu kubwa, hizi mimbari hizi, kwanza zinaitwa mihrabuni, vitani, na ukifanya mchezo utaingia vitani kweli. Tumekuwa na ushujaa kuongelea lolote, hata halikuhusu na hata huna ujuzi nao wala takfu yani wala tataba, usifuatishe mambo ambayo huna ujuzi nayo. Inna samaa walbasara walfuada, moyo, macho, masikio yote yataulizwa na Allah. Na mtume akaongezea, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bikuli ma sami'a, mtu anatosha atapata dhambi kwa kuongea ongea kila aliolisikia. Sasa nitaka kusema kitu kimoja, anayetumia ulimi wake vizuri atavuna, anayetumia ulimi wake vibaya atakwenda kombo. Hichi kipindi cha uchaguzi, nafikiri kwa Dar es Salaam karibia mashehe wote, hakuna aloonekana kwenye media Hatujapata hutuba zao, lakini mtu mmoja sijui kama ni shekhe au ni ustadhi au ni dai tu, anaitwa Othman Michael, ilionekana khutuba yake moja. Ile khutuba nilitoa mimi, lakini nilijifunza kitu muhimu sana, Sheikh Saimu, khutuba ile. Hii mitandao hii ilikuwa haifanyi kazi lakini tv zilikuwa zinafanya kazi, na hotuba ile ilichukuliwa na chombo cha kiserikali TBC. Nisikilizeni taratibu taratibu, tujifunze katika ulinganizi. Allah ashasema, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmauidhati lhasana, waite watu katika njia ya mola wako bilhikma kwa busara, kwa ujuzi, kwa ilmu, kwa uweledi na mawaidha mazuri. Sijui kama mawaidha ya kutukana na kukosoa na kukashifu kama ni mazuri, sijui. Tumeelewana vizuri, lakini nataka niulizane, manake sisi mashekhe, maustadhi tunajuana hali zetu, na sisi tumebobea mambo ya madrasa. Hivi shekhe nani ana kifua anapawa ya kuikosoa na kuishutumu na kuirekebisha serikali? Ana kifua hicho kweli, hawezi kutiwa mkononi? Sijui kama yupo, na kama hayupo, tunawezaje kuogelea bahari kama hizo? Maanake Mtume sallallahu alaihi wasallam, maji marefu alikuwa hayaingii, anaendea kwa timing, waandhir ashiratka alqarabin, waonye jamaa zako wa karibu. Aya hii wakati inashuka, aliita familia yake, miongoni mwao mzee Abu Lahab akitaka kusema kataradhilia Abu Lahab akaambia, usije ukaanzisha yale maudhui yako ya Mungu mmoja. Mtume aliakhirisha siku ile, akaona bahari itachafuka hapa. shemakiri kichwani mpaka hapa kwenye ulimi, kuna mshipa hapa. Huu mshipa una control ulimi huu. Mshipa ukikatika ulimi unaongea, ambao hayajatoka hata kichwani, unaongea yake tu. Ukimwona mtu anaongea, lo, kuepo sio kuepo, anaongea ongea ovyo tu, hapa kuna tatizo. Na alama ambayo mtume ametupa sallallahu alaihi wasallam alituambia mwenye maneno machache tena yenye hikma na busara ni mtimilifu wa akili. Lakini sangwin asiokuwa mirankol na fred matik anabwabwaja, hatari, anaongea hatari, hujue hapa pamelegea. Kwani hata mwenda azimu kuhesabiwa maarifa yake baada ya kukaa kimya. Na hakuna mwendazimu asosema, bali mashtaka tunayopata sisi madaktari bwana, usiku watulali, anaongea aya. Muulizeni, anaongea nini? Mwendazimu hana point. <laughs> Niambieni, chizi bwana kaongea achizi? Ah, bwana bwana, bwana kaongea, hebu niambieni mwendazimu ana point? Sana sana akikolea kuongea matusi, anatukana hatari eh? asukutu salamu Kunyamaza ni amani, kunyamaza ni amani. Angalia shema kiri hii pesa hii, angalia awa kuongea ni sawasawa na coin. Sawa, anayepiga kelele ni coin. Umeelewana vizuri. Sasa katika hutuba ile mabwana point liloipata kuwakumbusha walinganizi wenzangu, cha kwanza Sheikh Abdallah angaliwa na watu wengi toka TBC na mrekodi kama hutuba ile ya juzi kwa sababu watu wamelazimika hivyo. Kwanza unajua watu wengi tunashinda TikTok, tunashinda Insta, tunashinda YouTube. YouTube kulikuwa kuingiliki. Tumeelewana vizuri watu wote ilikuwa mwanzo mwisho TV. Kwa hiyo siku ile watu waangaliaji wa TV kwanza wengi, hilo la kwanza. La pili, watu wote wako ndani. TBC ikiachiaga si hotuba zake, mtu yuko kwenye mbio zake, mchana ule utampata wapi? Lakini pia watu walikuwa na hamu, kitu gani kitaongelewa sasa hivi. Kwa TV ule si wakati wa mtu Komedi, imesha kuja, kulikuwa sio time yake. Sheikh Saimu alikuwa akinipigia kila saa, angalia, fungua redio haraka haraka uangalie. Hapo yeye alikuwa anasikiza redio, mimi naangalia TV. <laughs> kipini kile ni watu wa kuforce kulipia kingamuzi ambacho hakijalipiwa. Watu walikuwa wanataka kujua tu, kukoje leo. Akiona zile habari zimechelewa, japo ameangalia, atampigia Sheikh Abdallah, eh, lete kuna mpya yote. Sheikh, tumeelewana vizuri. Sasa pale Sheikh Saimu kitu nilichokisoma, nilipigiwa, kwa sababu hizi simu zilikata, nilipigiwa simu ambazo hazijawahi kuita. Ni kweli kikiachiwa kipindi TBC au Africa TV vipindi vyetu au TV yoyote, simu zinaita sana, lakini ile juzi ilikuwa too much lakini pia kwa mara ya kwanza watu ninaowajua wakawa wananipigia simu, bwana, tulikuwa hapa Tanga kwa banda, tulikuwa tukiangalia hii hutuba, habari yake kubwa sana. Sasa ile hutuba mabwana, ilitizamwa. Point yangu iko hapa, ishu sio kutizama, najua hutuba nyingi wanazitizama hakikatan, lakini nauliza swali, nauliza swali na mtajibu nyinyi sasa Othman Michael alipanda hutba ya Ijumaa. Sasa baada ya kuona kamera ishirini zimemzunguka, waumini wamemkubali, watamsikiliza, wamempandisha kwenye mimbar, akajiona ana ubavu, akaanza kuropoka. Sasa akaamua kupasua, labda sasa. Serikali kukosoa tukubali, sijui ndio kinuke kinuke, tumeelewana vizuri alafu kukiwa kumetulia namna kama ile, ndio ile khutuba ikaachiwa siku kama ile, mgemkuta hapa au ashanyakuliwa? Mmenielewa? Mmeelewa tena hapo? Sasa siku ile siku ile, bahati nzuri hawakuachia ile hutuba tulioizungumza ya amani, walizungumza ya nyuma yake, inausia subira mimi kwanza sikuwa na wasiwasi, nikajua ni hutuba ile ya amani. Nikamwambia sio ile ya amani, ile ya amani tumeiweka akiba, ila kwa sasa hivi tumeachia hutuba yako nyingine. Kwa hutuba zote nilizotoa TBC sikuwa na wasiwasi, najua hakuna kipindi cha mhemko. Kwa hiyo yoyote watakaoiachia inaendana na mazingira. Basi hata wale walioachia, nikawaambia ingekuwa ni wale wa kuropoka basi ingekuja kuchukuliwa kama mwewe, na uwezi kuwa laumu, si umeongea mwenyewe manake. Yeah, kuna baadhi ya mashehe wanaleta tabu, kwa nini umenipandisha? Kwa nini umefanya vile? Lakini si umeongea mwenyewe? Ina maana ukiongea lazima ubalansi, hata kama mtu amefanya mfano ka uchonganishi. Kuna watu wana akili ataifuatilia ile hutuba nzima, atakomenti. Amna neno bwana, ni hichi kipande tu. Sallu ala nabi <laughs> tumeelewana vizuri eh? Hey, watu watakuwa wamefahamu vizuri, tumefahamiana vizuri eh? Eh, sasa mnachotaka kukisema, hizi maiki ni tamu na kuna kujisahau, tuongee kwa makini. Inawezekana maneno umeaongea siku nyingi, uzeeni akakupeleka jela maneno hayo tumeelewana vizuri. Haya maneno muhimu sana haya, na haya yanatuhamasisha sisi wazungumzaji kwamba tukiongea vitu tuzungumze kwa kubalanzi, na usione ukipata nafasi ya kusema kwamba ndio wewe unaweza kusema peke yako. Wako watu wengi wanajua kusema kuliko wewe, lakini hawajasema tu, hawajasema. Na siku zote ukipita kusema na watu, itakiwa jiweke katika sifa karibia nne kwanza, wao wakubwa kuliko mimi, wao wajuzi kuliko mimi, sio kwamba ana kabirun kaumin fa'udhimun. Sasa mimi ndo mwenyewe? Hapana, naea mimi katoka hapa, akaja kameramani mmoja akaongea maneno ya maana kuliko ilichokisema mimi. Sasa mtu akiongea huwa anaonaga hakuna mwingine anaweza akaongea. Hapana, kwa hiyo tutumie mimbari vizuri, alafu lile ambalo hatuna uwezo nalo kupambana tuliache kama tumefahamiana vizuri lile ambalo hatuna uwezo nalo tuliwache kama lilivyo. Si vizuri kuhatarisha maisha yetu. Mfano, nilikutana na rafiki yangu kipenzi. Nilipokutana naye nikamuuliza ah, shekhe, mnaradiana kweli kweli, hizi radi mnazozifanya yaani naona hizi za kushikana mashati mkikutana ngumi mkononi. Sasa nikamwambia habibi hivi ukifanya radi kama zile unategemea nini? Full kungfu full ulinzi? Akanambia neno nikashangaa, zaumi nasema ya Mungu, namtegemea Mungu bwana. Hey, bwana kasema hatari, manake yuko sahaba wa Mtume Muhammad kaja na punda wake, kamweka nje. Mtume akamwambia, mbona hujamfunga? Ambia sinamtegemea Mungu atamlinda Mungu ambia nenda kamfunge kwa futawaka ka Allah tumefahamiana vizuri. Sasa unamtegemea Mungu hivi hivi unatukana watu utatiwa makofi mtaani shehe kwa sababu mtu ana watu wanaomheshimu, shamwaibisha, ushamdhalilisha ukikuta sehemu huko Kenya yashatokea Sheikh kala visu kwelikweli si ndio hivyo jamanini hmm. kwa sababu Mimbarini hayaishi hapa hapa, mimbarini hayaishii hapa hapa. Kwa hiyo nikaona nitoe funzo hili kupitia ile hutuba ambayo mimi nilitoa, nikagundua kitu kwamba ipo haja kila kukicha tujaribu hata kuiga wajuzi kuliko sisi, na tuongee kwa busara bila mihemko ya reti. Ingekuwa TBC imetoa kipindi ambacho ndo kinahamasisha sijui ndo maandamano na fujo Kwani ufikiri Buguruni mbali? tumeelewana vizuri? Bugurani si mbali, tumeelewana vizuri. Naam, eh? E, kwa hiyo kupitia jambo hili Mwenyezi Mungu atusaidie sana.